Unajikuta ujawe hata kusikia msamiati kama kuna masaji ya kichwa lakini, kwa kuwa huko pale pale na umeulizwa hicho kitu, naona mtu mwingine anafanyiwa pembeni, pengine unaweza ukawashawishika na wewe kufanyaje, inakuwa interesting. kujaribu kwamba ngoja nione hii masaji ya kichwa inakuwaje. Sijafanya utafiti, lakini naiona na hiyo relationship iliyopo kati ya kukaa mjini na na kununua nua. Naishi kwenye jamii ambayo kuna matangazo mengi sana kununua vitu ambavyo tunahisi kama tunavihitaji vihitaji lakini kiukweli hatuvihitaji kihivyo. Kwa hiyo mtu mwingine atakuona umependeza, anaweza kahisi una furaha, ndio, lakini ndani yako kama kweli una furaha, ni kwamba tu unajidanganya wewe mwenyewe, pengine nikinunua hii suruali mpya au hii t-shirt mpya itanifanya ita nijisikie vizuri, lakini uhalisia ni kwamba haitasaidia chochote, kwa sababu furaha ni kitu ambacho kiko ndani yako na hizi material things ambazo zinanunua ni za nje tu. Kwa nini watu wananunua vitu bila utaratibu? Na hao sio nami, ni mmojawapo hao watu. Kuna kitu kinasababisha watu wanunue, kwanza kabla ya vitu mm. ukiacha, no ya vitu vingine ukiacha na mahitaji ya kawaida, lakini pia kuna kitu kingine ambacho kinadrive watu kununua. Kwa nini, yani watu wananunua vitu vingi mpaka ambao hawavihitaji? Kwa nini watu wananunua vitu vingi? Kwanza cha kwanza nambacho naweza nikakisema ni kwamba mm. unaishi kwenye jamii ambayo kuna matangazo mengi sana, nakuta kwamba tangu ukiamka asubuhi yeah. matangazo ambayo unayaona kama tungekuwa tunaweza kuhesabu mpaka unavyoenda kulala muda wa kulala ise matangazo ni mengi sana okay. kwa hiyo sasa nafikiri matangazo pia yanatutriki sisi kuweza kununua vitu ambavyo tunahisi kama tunavihitaji, lakini kiukweli hatuvihitaji kihivyo. Kama wenzetu wazungu wanatofautisha kati ya neno need na want, kwamba need ni vile vitu ambavyo ni necessary, ambavyo unavihitaji ili uweze kuishi vizuri, lakini wants, ni, ni kama luxury tu. Oh, okay. u, uvipate usivipate, wewe unaweza ukaendelea na maisha yako kama kawaida kwao. Nafikiri matangazo yanatutrick sisi tuone kama kila kitu ambacho tunakiona mm, kwamba kama as if tuna tunakihitaji au tunavihitaji vitu hivyo, at the end of the day tunazidi, tunafeel ile system ya consumerism, kwamba tunageuka kuwa wanunuaji wa kila kitu bila kujiuliza kwamba kwa nini tunanunua vitu hivyo. Ah, sasa unajua ni, ni, ni wakati gani ambao unatakiwa ujue kwamba unanunua yani kitu ambacho ni need ni cha muhimu. Yes. Na ni wakati gani ambapo unataka ujue kwamba hapa nanunua yani kitu ambacho ni want. Kuna kitu ambacho kinaweza kikamsaidia mtu ku understand kujua kwamba hapa nanunua kitu ambacho ni cha lazima na hapa nanunua kitu ambacho ni luxury tu. Cha kwanza ningeza kusema kwamba ile vitu ambavyo ni muhimu, yep. Tunavijua yani, ndio hiyo tunasema food shelter na, na clothes. Mavazi, malazi na, na chakula chakulahivyo right. Ndo, ndo, ndo msingi kabisa binadamu yoyote anahitaji vitu hivyo. Kwa hiyo ukitoka, ukitoka hapo chochote ambacho kinaongezeka kuanzia hapo tunaanza kukijaji kwamba hiki kweli kinaingia kwenye, kwenye, kwenye vitu ambavyo ni muhimu kwa binadamu au tunanunua kwa sababu ya kufuata au au, fashion, au vitu kama hivyo oous kuna vitu vingine vya muhimu ambavyo viko nje hivyo vitu vitatu ambavyo nimekutajia right. Lakini sasa hapo inakuwa sasa ni ishu ambayo inaweza ikawa tofauti kwa kila mmoja wetu, kwamba kitu ambacho ni muhimu sana kwako wewe John, kwa mfano, kwa sababu una create content kama equipment kama microphone na headphone inaweza ikawa ni muhimu sana kwako sure. Lakini kwa mtu mwingine vitu hivyo visiwe muhimu kwake. Kwa hiyo kwa subjectivity inaingia sasa hapo kwenye kujaji kipi ni muhimu kwako na kipi sio muhimu kwako. Sio kwamba kuna formula moja ambayo wote tunaweza tukaifuata yeah. ambayo itatuonyesha ita kipi ni muhimu, kipi sio muhimu, kwa sababu kuna kipengele natamani sana tukiongelea cha kununua kinavyohusiana na furaha ya mtu. Mm. Yeah. Kwanza tuongelee ishu moja, kuna uhusiano wote kati ya ya tabia kununua nunua na kukaa mjini, sijafanya <laughs> yeah, uh, utafiti lakini naiona hiyo na na relationship iliyopo kati ya kukaa mjini na kununua vitu kwa sababu hata access ya vitu ambavyo sisi tuko nayo watu ambao tuko tunaishi mijini yeah, ni kubwa ukilinganisha na watu ambao wako vijijini, kwamba we karibia kila kitu ambacho unakihitaji hapa mjini kipo, yaani ni swala kutoka tu, kama una hela unaweza ukakipata. Lakini kwa mtu ambaye yupo kijijini anaweza kawa ana fedha lakini akashindwa kununua kitu fulani kwa sababu tu akipatikani labda maeneo yake, mpaka atakapoenda mjini kwao sisi ule urahisi wa kuwa karibu na, na kila kitu nafikiri pia unatu, una, unachangia katika kufanya tununue vitu hata tusivyovihitaji wakati mwingine. Lakini pia hata kwenye swala la kipato tunaweza tukaasumu kwamba watu walioko mjini kidogo wana access ya fedha kuliko watu walioko vijijini, apokuwa sio kwa wote na sio kwamba ni kanuni, lakini obviously unaweza ukaja na hiyo hoja na ukaitetea kwa namna moja au nyingine, kwa hiyo unachokisema ni kwamba kuna inawezekana kwa asilimia kubwa kununua yeah. Inawezekana ishu sio kwamba mtu anashindwa kutofautisha ambacho ni cha lazima na sio cha lazima ila ishu ni kwamba mm. Vitu viko karibu mno na mnunuaji na sisi yani, vitu vimewekwa karibu sana na hivi vitu ambavyo tunatamani kuvinunua. Kwa hiyo inatuna, tunajikuta tunanunua sa nyingine bila hata kujua. Hey, nadhani na ni point moja hapo ambayo unaweza ukazungumzia uka, uka kwenye engo hiyo kwa sababu wakati, wakati, wakati mwingine tunaingia kwenye, kwenye mkumbo wa kununua vitu kwa sababu tu ile accessibility iliyopo. Yaani, kitu kipo kiko accessible sana kiasi kwamba kama hata tukienda kwenye baba shop hizi zinaona unaweza yeah. ukanyoa nywele lakini ukaambiwa tukufanyie na masaji ya kichwa. Kwa hiyo, wewe unajikuta hujawahi hata kusikia msamiati kama kuna masaji ya kichwa lakini kwa kuwa uko pale pale na umeulizwa hicho kitu, naona mtu mwingine anafanyiwa pembeni, pengine unaweza ukawashawishika na wewe kufanyaje? Inakuwa interesting kujaribu kwamba ngoja nione hii masaji ya kichwa inakuwaje. Umeona? Kwa hiyo ile accessibility nadhani ina inachangia sana sisi pia kununua vitu ambavyo hatuvihitaji wakati mwingine. Okay, hapo umeongea kitu cha muhimu sana hapo. Kwa hiyo tunaweza tukaweka factors zingine zinazofanya watu wanunue pembeni afu tukaleta watu kwamba sometimes watu wananunua kitu kwa sababu ameona mtu mwingine ananunua yeah. Kabisa kabisa, ndo hizo ndo hizo uh, ufata mkumbo labda, au ufata trends au, au fashion fulani nafikiri yeah. Na wenyewe ni sababu inachangia watu pia kununua vitu wasivyohitaji. Kuna, kuna mtu alisema kwamba watu unavyoingia kwenye ile maduka ya mjini unakuta wanaweka zile punguzo kwamba labda asilimia um, hamsini off au uh, uh, uh, Friday mm. sale nini akasema na zile pia zinachangia mm. what do you think definitely mimi naona pia zinachangia sana pia hizo sales na nini unakuta kwamba ulikuwa na tembea zako tu lakini ukaona eh, hiki hey, kitu kumbe leo kinauzwa kwa bei hii <laughs> <Ona. laughs> Yani kwamba yeye unajuaga labda kinauzwa laki moja lakini naona leo kinauzwa, au siwezi kukiacha, lazima, lazima nikichukua. Kwa hiyo nafikiri pia nachangia kwenye kufanya tununue vitu ambavyo vingine wakati mwingine hatuvihitaji hivyo. Okay. Sasa tuje kwenye issue moja ambayo nilikuwa naifikiria sana ambayo nilikutana na hiyo point somewhere. Wanasema kwamba kwenye dunia tunayoishi sasa hivi Wat, watu wengi au jamii ina, inalazimishwa kununua vitu ina, kwa sababu inahusishwa na furaha. Yani, kuna watu wanunua kitu kwa sababu kinampa furaha. So nikasema inakuwaje kununua kunahusishwa na furaha? Kwani ni nini ambacho mtu anakinunua? Labda kwa sababu kuna vitu ambavyo mtu akinunua vinampa furaha kweli, lakini kuna vitu vingine ambavyo vikinunuliwa hiyo furaha inakuwepo wapi? Why do you think wanasema, kwani tunafikiria kwamba kuna kununua kunahusiana na furaha? Nadhani hapo sasa ni inakuja ile ile ile issue ya kwamba wakati mwingine ukikosa kile kitu original ambacho unakihitaji mm-hmm. unakihitaji unatafuta hata hata fake yake madi tu ujizisishe, kwamba e, gani kwamba kwamba umefanya kitu kwa sababu, furaha, kwa sababu mtu ambaye ana furaha obvious kwamba ana void, yani ana ana kama shimo ambalo liko ndani yake ambalo ameshindwa kuliziba. Kwa hiyo kwa sababu ameshindwa kuipata hiyo furaha, anaweza akatafuta kitu chochote kile, na mara nyingi sasa inakuwa ni hizo material things Oh yeah. Kwa ajili ya kujaribu kufili ile void iliyopo ndani yake kwamba pengine nikinunua hii suruali mpya au hii t-shirt mpya itanifanya ita nijisikie vizuri, lakini uhalisia ni kwamba haitasaidia chochote, kwa sababu furaha ni kitu ambacho kipo ndani yako, na hizi na material things ambazo nanunua ni za nje tu. Kwa hiyo mtu mwingine atakuona umependeza anaweza kahisi una furaha, ndio, lakini ndani yako kama kweli una furaha, una furaha ni kwamba tu unajidanganya wewe mwenyewe lakini ni kitu ambacho kipo pia, watu wa, kuna watu wengine wakiwa wana wa stress, nasikia wanafanya shopping na vitu kama hivyo, kwa hiyo okay. Si, ni, ni kitu ambacho mimi pia nimekisikia, lakini sijawahi ku practice kwa sababu si, sidhani kama inaweza kawa ni ni kitu ambacho kinaweza ika replace furaha au kuposa furaha. Mfano ukimnunulia, yes. Mfano ukimnunulia aspect ya mtoto, mtoto ukimnunulia kitu uh, anapata ana furaha mm. kuna hiyo furaha ambayo anaipata yes. mtoto na furaha ambayo anaipata mtu mtu mzima adult, kuna kuna kuna tofauti yote ambayo unaiona tofauti mm, ambayo inaonekana kati ya. Pia ni muhimu ku, ku, ku, ku kuweka bayana kwamba sio kwamba tuna nakataa kwamba material things haziwezi kumfurahisha mtu. Yeah, yeah. Zitakufurahisha okay. Zita endapo kwamba lengo lako lilikuwa ni kununua hicho kitu ambacho umekinunua. Ni kama lengo lako lilikuwa ni kwenda kupata viatu vya aina fulani. Yep. Ukavinunua basi utafurahia kwa sababu umepata kile ulichokuwa unakihitaji. Lakini ilichokuwa najaribu kuexplain ni kwamba auwezi ukaachwa na boyfriend au girlfriend, alafu ukaenda ukanunua t-shirt ukaexpect kwamba t-shirt ita, itaziba ita lile pengo la huyo boyfriend au girlfriend. Hicho ndo ambacho tunasema kwamba material things haziwezi ku uziba lile pengo la kitu ambacho ni tofauti na hiyo material things ambayo umeinunua. Lakini kama lengo lilikuwa ni kia, ukinunua obviously itakupa furaha, lakini huwezi ukatumia material things kama viatu au t-shirts au jeans uziba pengo la kitu ambacho hakihusiani kabisa na, na material things. Kwa hiyo kama tatizo ni emotions, inabidi yes, udeal na emotions. Uweze ukatumia uka material things kuziba tatizo ambalo ni la kihisia. Okay. Hicho hicho ndicho ambacho nilikuwa na nafikiri na, a na, najaribu kueleza. Okay. Kwa hiyo manake tunakubaliana kwamba kuna wakati kununua kuna uhusiana na hisia, kuna kuna uhusiano kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna fulani na hisia za mtu, lakini kuna saa kununua hisia zinakaa pembeni inabaki ife ambayo imemfanya mtu anunue kitu labda alikuwa anauhitaji uhitaji na hicho kitu lakini au unaonaje? No, hivi nilikuwa na, na, bado nawaza kwa sababu kuna wakati gani mtu akinunua kitu kwa sababu unaweza kununua kitu ambacho unakihitaji kikakupa furaha. Mm. Na unaweza kununua kitu ambacho unakihitaji Yes. kisikupe furaha pia ya ndo nilikuwa nafikiria hivyo kwamba mtu anaweza kununua tu kitu kwa sababu anakihitaji lakini kisimpe furaha wala kisiwe na uhusiano wote na furaha yake, lakini ambacho nilikuwa Mm. najaribu kuwaza ni kwamba dunia tuna, tunaishi sasa hivi yani, vitu vingi viko associated na vitu vinavyoonekanaonekana. Kwa hiyo watu wengi wanajikuta tunaenda kwenye kwenye hiyo direction kweli kabisa. na, na kitu kingine really, yani on top of that nafikiri pia hii mitandao na nini ina inatufanya pia tu tununue vitu ambavyo hatuvihitaji, kwa sababu tu umemwona mtu fulani labda maarufu au unamkubali sana au unaona amependeza, basi unahisi na wewe ukinunua itakupendeza kama E. pendeza hiyo nguo labda huyo mtu ambaye umemuona. Kwa hiyo pia nafikiri inachangia sana hii mitandao pia kwa sisi kununua vitu ambavyo hatuvihitaji, lakini vile vile inachangia pia katika swala so zima la kufikiri kwamba ukinunua kile kitu ambacho umekiona kwa mtu fulani ambaye anaonekana furaha na, basi na wewe utapata furaha, lakini wakati mwingine ukakuta huyo mtu ule ulimwangalia, naye sio kwamba ana furaha wala ni naye pia anaigiza tu kama ambavyo unaigiza. Umeona? kuna, kuna, kuna, kuna kitu umekitaja hapo cha muhimu sana. Wat, watu wengine hao ambao wana, wanavionyesha hivi vitu kwetu labda wasanii mm -hmm. fashionist na watu kama hao. watu kama hao, mm -hmm. kama hao watu ndio wanatuonyeshaga kama ukiwa na kitu fulani unakuwa na furaha, lakini hatujui upande ha, wa pili yeah. wa maisha yao unakuwaga nini lakini tunawafuata kabisa. Kabisa. Why do you think that happens? Wakati mwingine ni biashara tu kwa sababu mtu anaweza kaa amevaa kitu fulani kwenye video lakini we hujui kama ni tangazo. <laughs> okay. Unahisi jamaa anapenda hii brand, au jamaa ashakula mpunga, labda anatangaza hiyo brand. Unahisi unarelate na yeye, yeye alivyo na personality yake, basi na unataka kuwa vile, lakini kumbe mwanzio ni biashara tu. Yeah, hiyo ni fact. I agree, I agree with that. What do you, any other thing ambacho unahisi tumekiacha tujakigusia in short Nafikiri tukuwa tukuwa na mpango wa kuzungumzia minimalism, lakini maybe maybe, next time. Okay, sure, tume tume miss yeah, the point <laughs> hey? It's not bad yeah. I think uh, for, for for beginning sio mbaya. Nilikuwa najaribu kuwaza jinsi ambavyo hizi idea mbili zinaweza zikaingiliana. Anyway, tutafanya hivyo next time, lakini I still niko bado interested na hiyo part. Okay. Yeah. Yeah, they, they, yeah. Yeah. Yeah, thank you so much bwana for having me. Nadhani itakuwa ni mwanzo tu lakini kuna vitu vingi pia vitafuata huko mbele. Sure. Thank you very much. Yeah, big up kwa channel nzuri bwana. Content ni nzuri, tunaenjoy tuna thank you, thank you very much.